Ukifuata hatua hizi utatibu madhara yote ya punyeto. Jambo la kwanza, unatakiwa kukubali kwamba umepata athari za punyeto. Hiyo ni hatua ya kwanza muhimu sana, kwamba umepata tatizo. Kama wewe ni mgeni kwenye YouTube channel hii ya kwangu, hakikisha una subscribe ili uendelee kupata notification ya mafunzo ambayo tunayatoa bure katika channel hii. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya muhimu ni hiyo ya kukubali tatizo Unajua, ukishakubali tatizo inakuwa ni rahisi kuweza kuanza kutibu changamoto ambayo upo nayo na hakikisha haujilaumu sana kwa kitu ambacho kilishatokea, kwa sababu ulikuwa unafanya mchezo um, huo na ulikuwa haujui madhara yake. Hilo ni jambo la kwanza very important. Jambo la pili, punguza au acha kabisa taratibu swala hili la masturbation. Ukiwa ume, unafanya punyeto kwa muda mrefu Sio kitu rahisi kuacha, itakuchukua muda you see? lakini unaweza ukawa una kama, ulikuwa unafanya mara nne mara tano kwa wiki, basi anza kufanya mara moja au mara mbili. Anza na mara mbili kwa wiki, baada ya hapo njoo mara moja, na mwisho wa siku acha kabisa. Kama utakuwa unahitaji kujifunza kwa kina, kuna video yangu nimeeleza hapa hapa kwenye YouTube channel inasema uh, kuacha punyeto ni rahisi. Itazame hiyo video Nimetoa hatua kwa hatua namna ya kuacha punyeto na imewasaidia watu wengi sana. Actually, ni maelfu ya wanaume ambao walikuwa wameshindwa kuacha punyeto, baada ya kutazama video hiyo wamejifunza, na mpaka sasa hivi wengine wana miezi mitatu, wengine wana miezi sita, wengine wana mwaka na zaidi, wameshaacha kabisa punyeto. Jambo la tatu, epuka vichocheo ambazo unasema ni triggers. Acha kuangalia pornography videos. E, funga au punguza matumizi ya apps au kurasa zinazohamasisha. Ukiwa unatazama video ambazo zinakuhamasisha, utajikuta tu unaanza kujichua. Hata kama ni kuna baadhi ya, ya, ya accounts, e, labda ni Instagram au ni TikTok za wanawake ambao huwa hawajistiri, ambao unapenda kuwafuatilia, ukiona makalio yao au maungio yao e, ambayo yanakuhamasisha kuanza kujichua. Utajikuta automatically unaanza kujichua. Hatua ya nne, badilisha mtindo wa maisha. Fanya mazoezi angalau dakika arobaini na tano, inakusaidia sana. Ukiwa unafanya mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya push up, itaanza kukusaidia kutibu zile athari za punyeto ambazo umezipata. Utaanza kujikuta unapata nguvu, na utajikuta unakuwa na uwezo mzuri kabisa wa kuweza uh, kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa lakini e, unatakiwa upate usingizi angalau masaa saba mpaka nane kwa siku, na usingizi tunaozungumzia ni ule usingizi wa usiku. Usingizi wa kutosha utakusaidia kuweza kuongeza homoni za kiume, kwa sababu moja ya athari ya punyeto ni kujikuta unapoteza hisia ya tendo la ndoa. Unajikuta hisia za tendo la ndoa zinapotea kabisa na unakuwa hutamani kabisa kufanya tendo. Kwa unapokuwa unafanya mazoezi unapokuwa unapata usingizi itakusaidia sana kuhakikisha kwamba unakuwa na uwezo wa kupata hamasa na shauku ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Hatua ya tano: rekebisha mfumo wa chakula, lishe. Vyakula tunavyo suggest vya kuongeza nguvu za kiume ni karanga, njugu, mbegu za maboga, mayai, samaki, mboga za majani hasa spinachi, ndizi, parachichi tangawizi kitungu saumu. Hivi vitakusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Epuka matumizi ya pombe, epuka matumizi ya sigara, epuka eh, matumizi ya vyakula na vinywaji vyenye sukari, kwa sababu hivyo vinasababisha kuendelea kukudidimiza kwenye nguvu zako za kiume kuendelea kupungua. Kwa hatua ya sita, fanya mazoezi ya akili, mind control, jifunze kudhibiti mawazo ya kingono kwa kutafakari, kwa maana ya kufanya meditation. Jishughulishe kusoma, kujifunza ujuzi mpya, itakusaidia sana kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri. Na kumbuka swala la tendo la ndoa linahusisha akili kwa zaidi ya asilimia themanini. Kwa hiyo unapokuwa umeathirika kisaikolojia, automatically unakuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Jambo la saba, jenga mahusiano halisi, epuka masuala ya upweke, epuka mambo ya kuwa unavuta taswira ya mwanamke ambaye hayupo na kuanza kujimaliza hiyo itaendelea kukudidimiza kwa kiwango kikubwa. Hatua ya nane, hudhuria msaada wa kitaalamu unaweza ukanitafuta kwa ajili ya kupata ushauri wa kina wa wa maswala ya kisaikolojia, hasa kama umekuwa affected, na hakikisha vilevile, uh, unajiungamanisha na nguvu za kiroho kwa maana ya maswala ya dini. Eh, kwa hiyo wewe kama ni Mwislamu au ni Mkristo, hakikisha unatengeneza mazingira ya kumrudia mumba wako hiyo itakusaidia kwa kiwango kikubwa kujikuta unaachana na tabia zote mbaya. Kama utakuwa unahitaji kupata ushauri wa kina vyakula, e, pamoja na matibabu ya dawa, pengine unaweza kuwa umeshatumia vyakula vya kila aina, umefanya mazoezi na bado hujapata matokeo. Namba yangu ni sifuri saba arobaini na tatu arobaini na tisa arobaini na saba themanini na tatu sifuri saba arobaini na tatu arobaini na tisa arobaini na saba themanini na tatu. Kama upo nje ya Tanzania, hakikisha unaanza na plus 255. kwa sababu hiyo ni kodi ya Tanzania. Uh, plus 255. Alafu weka hiyo namba utaweza kupata uh, msaada kwa kina. Unaweza ukanicheki WhatsApp au ukanicheki kwa kupiga simu moja kwa moja, nitaweza kukushauri kwa kina kwa muda mrefu sana tumekuwa tukiwasaidia wanaume ambao wana matatizo katika mfumo wa uzazi na kuweza kurejesha heshima ya tendo la ndoa. Karibu sana tuweze kukusaidia.